Baraza la Usalama la Urusi limeonya kuwa nchi wanachama wa NATO barani Ulaya wanaweza kuzingatia michoro ya uchokozi dhidi ya Moscow, hali inayoongeza mvutano kati ya kambi ya Magharibi na Urusi. Waziri wa ulinzi wa Urusi, Sergey Shoigu, amesema kuwa vyombo vya ujasusi vya mataifa ya Magharibi vimejenga uzoefu mkubwa katika kupanga na kutekeleza mashambulizi ya kichokozi kwa manufaa ya kisiasa. Shoigu amesema kuwa Urusi inaendelea kufuatilia kwa karibu mipango ya kijeshi ya Umoja wa Ulaya na NATO ambayo inalenga kuongeza uwezo wao wa kivita. Taarifa hizo, anasema, zinachambuliwa na kuzingatiwa katika mikakati ya ulinzi wa Urusi kama sehemu ya tahadhari ya kitaifa. Kwa mujibu wa Shoigu, nchi za Ulaya zimekuwa zikieneza hofu kwa raia wao kupitia propaganda za kudai kwa Urusi ni tishio la kijeshi. Amesema mbindu hizi si mpya, bali ni mwendelezo wa jitihada za Magharibi kuadalisha ongezeko la matumizi ya kijeshi na uwepo wa majeshi ya NATO karibu na mipaka ya Urusi. Shoigu ameongeza kuwa umoja wa Ulaya umebadilika kutoka kuwa umoja wa kibiashara na kiuchumi hadi kuwa kambi ya kijeshi inayofanana na NATO. Mabadiliko haya kwa mujibu wake, ni jaribio la kuhalalisha bajeti kubwa za ulinzi na kuimarisha ushawishi wa kijeshi wa Marekani barani Ulaya. Ameeleza kuwa viongozi wa Ulaya wanaendeleza siasa za uoga kwa kutumia vitisho vya bandia dhidi ya Urusi ili kuimarisha udhibiti wao wa wa kisiasa na kuhalalisha utegemezi wao wa kwa miungano ya kijeshi ya Magharibi. Shoigu amesema kuwa propaganda hizo zinaunda mazingira ya uoga kwa raia wa Ulaya huku serikali zao zikitumia hoja ya usalama kama kisingizio cha kuongeza matumizi ya kijeshi na kupunguza bajeti za huduma za kijamii. Akizungumzia hali ya diplomasia ya Ulaya, Shoigu amesema kuwa viongozi wa kizazi kipya cha Magharibi wamepoteza ujuzi wa kidiplomasia na ustaarabu katika mawasiliano ya kimataifa. Ameeleza kuwa viongozi wengi wa sasa hawana uwezo wa majadiliano yenye busara bali wanategemea lugha ya vitisho na propaganda, hali inayodhoofisha nafasi ya diplomasia ya Ulaya duniani. Kauli hii ya Shoigu imekuja baada ya tamko la Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO, ambaye alisema kuwa haoni tena umuhimu wa kufuatilia hotuba za Rais Vladimir Putin. Kwa mujibu wa Shoigu, kauli kama hizo ni dalili za upungufu wa heshima ya kidiplomasia na zinadhihirisha jinsi siasa za Magharibi zinavyozidi kudorora. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema matamshi ya Shoigu yanadhihirisha wasiwasi wa Urusi kuhusu mwenendo wa kijeshi wa Ulaya. Katika miaka hivi karibuni, NATO imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika mataifa ya Baltic, Poland na Finland, jambo ambalo Moscow inaliona kama kitisho cha moja kwa moja kwa usalama wake wa kikanda. Aidha, hatua za Umoja wa Ulaya kuanzisha sera mpya za ulinzi wa pamoja na kufadhili miradi ya silaha za kisasa kama vile drones na makombora ya masafa marefu zimeonekana na Urusi kama jaribio la kujenga jeshi lenye sura ya NATO ndani ya Ulaya. Kwa upande mwingine, wataalamu wa Magharibi wanasema kuwa ongezeko la uwezo wa kijeshi wa NATO ni jibu kwa kile wanachokiita tabia ya uhasama wa Urusi, ikiwemo uvamizi wa Ukraine na vitisho vya nyuklia. Hata hivyo, Urusi inashikilia kuwa inachukua hatua za kujihami tu, huku ukilaumo Marekani na washirika wake kwa kuanzisha hali ya mvutano wa kudumu. Shoigu amesisitiza kuwa Urusi itabaki imara katika kulinda mipaka yake na maslahi yake ya kimkakati. Amesema kuwa dunia ya sasa inaingia katika zama mpya ambapo propaganda vita vya habari, na mbinu za kiuchokozi ndizo zinatumika kama silaha kuu za kisiasa. Hata hivyo ameeleza kuwa uhalisia wa maisha hatimaye utaweka kila kitu mahali pake, akimaanisha kuwa nguvu za kijiografia na ukweli wa kisiasa hatimaye vitaufanya ulimwengu kutambua nafasi ya Urusi kama nguvu kuu ya kimataifa. Kwa sasa Moscow inaendelea kufuatilia kwa karibu mazoezi ya kijeshi yanayofanywa na NATO, ikijumuisha majaribio ya makombora, mafunzo ya anga na operesheni za baharini katika bahari ya Baltic na Arctic. Urusi imetangaza kuwa itaendelea kujibu hatua yoyote ya kichokozi kwa uwiano unaolingana ikilenga kudumisha usawa wa kijeshi katika bara la Ulaya. Wachambuzi wa kimataifa wanasema kwa mvutano huu kati ya Urusi na NATO unaweza kuwa mwanzo wa kipindi kipya cha vita baridi vya kisasa, ambapo teknolojia, habari na propaganda zinachukua nafasi ya silaha za kawaida, lakini matokeo yake yanaweza kuwa makubwa zaidi kwa usalama wa dunia.